Asante kwa majina, naitwa Kapongo Ngofilo, ni mwenyekiti wa wachimbaji wa madini mkoa wa Lindi na pia ni mwenyekiti wa kamati ya madini viwanda FEMATA. Kwa ujumla, tunaona fursa ambazo zinafikia katika maeneo yetu ya uchimbaji, ikiwa ni mojawapo na hii fursa tuliyoletewa leo ya hivi vifaa vya kurahisisha shughuli zetu za uchimbaji madini. Tumeona kuna maguta hapa, ambapo kwa ujumla shu vitu kama vifaa kama hivi vinatusaidia sana kurahisisha mfano ubebaji wa mawe kutoka mgodini, kusogeza udongo wa uh, sisi tunaita kwa Kiswahili marudio, wengine wanaita kwa jina la makinikia, kusogeza katika plant kwa ajili ya uchenjuaji. Kwa ujumla vifaa kama hivi tunapopata fursa ya wadau kama hao wanavyotuletea vifaa hivi tunafurahi sana sisi wachimbaji, kwa sababu vinaturahisishia pia vinatupunguzia gharama za uendeshaji wa shughuli, kwa sababu kwanza zina gharama ndogo na hususan hizi zinazotumia e, nishati ya umeme na yake gharama yake ya uendeshaji inakuwa ni ndogo. Kwa mfano kwa mizunguko ya mgodini inasaidia sana kusevu gharama. Kwa hiyo kwa ujumla, fursa kama hizi, tunaomba na maeneo mengine waendelee kutuwezesha, kwa sababu tunahitaji vitu vingi mbalimbali mbali, mfano kama vingine ambavyo tumewakilisha pale, kuna winchi za migodini ambazo zinatumia injini hizi hizi, ila ni kuzitengenezea mazingira tu ya mfumo wa namna ya kufanya kazi migodini na vitu mbalimbali kama mfano, vifaa vya umeme, wamesema pia wana uwezo wa ku saidia kwa upande wa umeme na vitu vingine mbalimbali kwa ujumla, tunashukuru sana tunapopata fursa kama hizi, zinatusaidia sana kwa kuinua uchumi wa wachimbaji na pia kuchangia pato la taifa kwa ujumla. Asanteni sana.